Bila shaka hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha kitabu chetu kutoka maktaba. Msimulizi wako ni mimi Fatia Abedi. Bado tupo katika kitabu cha Posa za Maana. Kabla ya kuendelea, nitarudia kidogo sehemu iliyopita tulieni ambapo watu wake kwa dahari na dahari wakisifika kwa wema na ukarimu. Hata mtu awe na kidogo vipi, basi bado ustaarabu wa kusaidiana ulikuwepo hapo. Tena mikono miwili ya Juma ikapata usaidizi, badala ya mikono miwili kuingiza tonge kinywani ikawa sita na ikawa alhamdulillahi kwa Sulemani na Abduli, japo hawakushiba vizuri, si haba maana nyumbani jikoni bado alilala paka na hakukuwa na dalili yoyote kama moshi utafuka kwa siku hiyo. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bwana Khamisi siku hiyo alirudi ndani milango ya saa tatu usiku akawakuta watoto wamelegea, wamepiga miayo tu na bibie haonekani alipo. Yuko wapi mama enu? Mie nimemwona katoka na dira na kajitanda na kanga tu, ajavaa hata buibui. Hakusema wapi anakwenda, lakini itakuwa ajenda mbali. Alafu baba, tuna njaa, mama ajapika kitu leo. Zuena alitoa taarifa Bwana Khamisi macho aliyatoa kwa mshangao, akaghumiwa. Salma, Salma! Aliita huku macho yake akiangaza ya kila kipembe cha nyumba yao, kama hakusikia hapo mwanzo kama katoka, na alichokipata ni kimya kinene. Bi salma hakutokea kumjibu. Ajabu hii imekuwaje leo, Bi salma asipike hata uji na kuwacha watoto na njaa? Yamekuwa haya alijiuliza kimoyomoyo, kisha akatia mkono mfukoni na kutoa noti ya shilingi elfu. Suleiman, nendeni mkanunue mikate hapo dukani. Zuena na Rahma, pikeni chai. Baba, lakini hamna sukari, Zuena alidakia. Oho, na sukari pia imeisha. Hebu Suleiman subiri, wacha nikatafute pesa umo ndani, tupate japo robo kilo ya sukari. baada ya muda akatoka na noti ya elfu mbili iliyokunjana kunjana na kuchakaa kama iliyotoka kwenye mdomo wa chewa. Haya, hii mtanunua na sukari. Chai ilipikwa, kisha baba na watoto wake wakajinywea. Bi Salma bado hakuonekana. Hapo tena ilikuwa zaidi ya saa nne za usiku. Bwana Khamisi alijaribu kupiga simu, lakini simu iliita na haikupokelewa. Mwisho Bwana Khamisi alichoka kusubiri, akaingia chumbani ili ajilalie. Aligeuka upande huu akagaragara upande ule. Bi Salma bado hakuonekana. Hapo tena ilikuwa zaidi ya saa nne za usiku. Bwana Khamisi alijaribu kupiga simu lakini simu iliita tu haikupokelewa. Mwisho bwana Khamisi alichoka kusubiri akaingia chumbani ili ajilalie. Aligeuka upande huu akagaragara upande ule, mbu nao walikuwa hawampi nafasi, mara ajipige kofi hapa mara pale. Haya, madirisha na mlango wa chumbani itakuwa ya kufungwa leo. Mbu hawa wametokea wapi? alijisemea kimya kimya, kisha akajijibu mwenyewe moyoni, ayafunge nani? na huyu mwanamke kashanza vituko vyake. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. Wakati bwana Khamisi akipigana na mbu chumbani Bi Salma alinyatia nyatia kutoka ukato kako na kuingia ndani. Alikwenda msalani kuoga, kisha akaenda chumbani kwa binti zake na kutafuta ubale wa kanga safi. Alichukua mto na busati na kutandika ukumbini na kujibwaga hapo hapo, mara usingizi ulimchukua. Mwenzake bwana Hamisi bado alikuwa macho, na alisikia pirika pirika huko pirika nje, kuja kutazama mkewe wa jana anajikoromea ukumbini. Wiki nzima mambo yalienda songo mbingo nyumbani mwa wawili hao. Bi Salma hakuwa akimsemesha mumewe, hata salamu alikuwa haitikii. Hakujali watoto kama wamekula ama la, na chumba chao alikihama kabisa. Aliingia chumbani kubadili nguo na kuchukua mahitaji yake tu wakati bwana Khamisi hayupo. Alikuwa ukumbini basi alikuwa yeye na simu yake, mara anachati chati huku akicheka, mara anazungumza na huyu ama yule. Alimpuza mume kama supu ya magozi. Chakula cha nyumba hiyo sasa kikageuka kwa mikate, mihogo na ndizi za kuchemsha. Hata watoto, vituko na vitaruko vya watu wazima hao vilianza kuwakera, lakini hawakuwa na la kufanya. Hamdani aliona mchezo uliokuwa ukichezwa hapo na mama ake akajua kama mbele kuna kazi, lakini na yeye aliamua tu kunyamaza kwa wakati huo kuona mpambano huo utamalizika vipi. Mara hii mimi nitakuwa ndorifa ama nitakuwa mwenyekiti wa tume, najipa kabisa madaraka ya kuwa na sauti ya mwisho, kwani nishatafuta maelezo ya kina jinsi ya kulizima janga hili, alijisemea akilini mwake bila kujua kwamba na mwenzake ana yake. Bwana Khamisi mambo yalimfika kooni wiki hiyo moja tu, alisawijika na kuudhika. Hakuzoea mambo ya aina hiyo, kwani yeye ugomvi ni mwiko. Asubuhi moja, wakati Bisalma akiwa ukumbini ana kunywa chai na watoto wote wameenda skuli, Bwana Khamisi alienda kukaa karibu na mkewe. Bisalma alipomwona tu alinyanyuka kutaka kukimbia. Msikilizaji, endelea kusikiliza posa za maana. na kuomba, usiondoke mke wangu, nipo chini ya miguu yako. Mambo haya yataendelea mpaka lini? Kwa nini unafanya hivi? Unajikosesha furaha na sisi pia unatukosesha furaha. Hebu tuzungumze haya mambo yaishi, haifai binadamu kuishi hivi. Mambo ya kitoto haya sio ya watu wazima kama sisi. Bi Salma alikaa chini, kisha akamchuja mumee, huku midomo akiibenua huku na kule, macho akiyarembwesha, kisha akasema kwa mbwembwe na madoido, akiwa na hakika kama leo ushindi lazima utapatikana. Mie nilidhani we ndo napenda hivi. Una habari ya furaha yangu wewe? We una habari ya furaha yetu kama familia? Bwana Khamisi alishukuru angalau kusikilizwa na kajibiwa, alikohoa-kohoa kusafisha koo, kisha akaanza kadhamiria kuyamaliza kabla hayajakorogeka kabisa, labda na saa hiyo akitaka kutumia ule ushauri aliompa mwanawe Mnyenyekee kafiri upate muradi wako. Kwa nini unasema hivyo, mke wangu? Wewe mwenyewe unajua kwamba kwangu mimi mke wangu na wanangu ndo kila kitu, ila furaha yetu basi, mimi sina furaha. Najua kwamba maisha yamekuwa magumu kwetu, lakini nakuahidi kwamba mambo yatabadilika, maisha yetu pia yatabadilika. Wewe vuta subra tu, kila kitu kitakuwa sawa na Bi Salma alimkatisha mume kabla hajamaliza, e, e, e, e, e, e, naona sasa umeanza porojo zako za siku nyingi, mambo yatabadilika, mambo yatakuwa mazuri lini? Hiyo kaburini. Hayo nishazoea mie, na wala hapa habari si ugumu wala ulaini wa maisha. Mie jambo tulilozozania unalijua vizuri, Bi Salma alisema huku akimtazama mumewe kwa pozi zile zile za mwanzo. Ama hujui yaliyotufikisha hapa? Kwani ugumu wa maisha umeanza jana na leo? Kama hulijui wacha nikukumbushe, ni habari ya posa za maana hizo ulizozikataa bila kufikiri. Unadhani nishasahau, sio hivi? Wazazi gani wenye akili za utimamu wanakataa posa ya maana ya mtoto wao? Bi Salma alitaka kufungua tena mjadala. Bwana Khamisi hakuwa tayari na malumbano hayo, kwani siku ya mwisho yalimtosha vilivyo. Lakini mke wangu, hiyo habari si tulikuwa tumeizungumza na ilimalizika? Kwa nini unairejesha nyuma? Bi Salma alitoa mguno wa kejeli. <tikimu> Ala, kumbe ulidhani ameisha eh? Basi kwangu hayajaisha, na kama wewe umeona ameisha basi tuendelee tu hivi hivi tulivyo, kwani kuna tatizo gani? Si kila mtu anaangalia lake, we angalia lako, nami nitaangalia langu. Bwana Khamisi aliinamia chini, mikono kaishika mashavuni, aliinama kwa muda na Bi Salma yupo pembeni akichezea simu yake, huku akitikisa mguu mmoja, habari hana Basi mke wangu, jambo hili lisitufarakanishe mimi, na kuahidi nitalifikiria tena upya, nitazidi kumchunguza huyu mtu na nitakupa jibu utakaloliridhia. Hapo Bi Salma alijua kwamba sasa ushindi ni wake. Alimtazama mume kwa macho ya mahaba. Asante sana mume wangu, najua huwezi kunivunja, sijui tu bilisi gani alikuingia. Bwana Hamisi naye moyo ulimtulia lakini akili yake ilimsuta. Alimkumbuka mwanawe Muna. Alimwona Muna kamsimamia na vitabu vyake na sare zake za skuli. Bi Salma alisogea karibu na mume na kuanza kumshika mikono huku akimkanda magoti. Mawazo yote ya Muna yakaondoka kichwani mwa Bwana Hamisi. Siku hiyo nyumba ilisafishwa. Chakula kikapikwa na Bi Salma rasmi alirejea chumbani kwake. Wiki moja tu baadaye, posa ya Bwana Kheri ilikubaliwa rasmi. Ama kweli adui yako muombe njaa. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Hamdani naye ya aliona yaliyoendelea kwanza tu mamake kurejea hali yake ya kawaida, akafahamu kama bwana Khamisi alishamwaga manyanga. Akaona sasa muda ule aliokuwa akiusubiria umefika, muda wa kuja kutumia karata yake kama turufu ikiwa utatolewa uamuzi usiofaa. Kabla ya kupokea mahari, bwana Khamisi na Bi Salma waliwaita watoto wao wakubwa na kuwapa taarifa rasmi kwamba dada yao ameposwa na siku ya kutoa mahari imefika. Hamdani hakuamini alichokisikia alinyanyuka. Kama simba dume macho ameyatoa, midomo inamcheza cheza. Vipi, Muna naolewa? Muna huyu ndugu yangu, ama kuna Muna mwingine? huo utani ama mnasema kweli? Aliuliza kwa sauti kali na ya kustaajabu, kama siku hiyo ilikuwa ndiyo mara yake ya kwanza kusikia hiyo habari. Kwani wewe unawajua Muna wangapi? Kama kuna Muna mwingine anaolewa habari ungepewa wewe, tukutanie? Kwani sisi bibi yako na babu? Bi Salma alianza. Hakutaka kurefusha mazungumzo, yaliyopita na bwana Khamisi yalimtosha, na hakuwa na wakati wa kujibizana na Hamdani. Usilete maswali hapa, nina kazi tele za kufanya wewe ushapewa taarifa, lilobaki utulie, usubiri ajayo. Bisalma alisema huku akitaka kunyanyuka na kuendelea na yake. Mama, baba na habari nataka kuambieni, naomba mnisikilize kwa makini kabla ya uamuzi wowote mnaotaka kuufanya kuhusu kumwozesha Muna huyo mume, Hamdani alitangaza kwa sauti ya mkazo na msisitizo. Habari gani tena, we mtoto kwanza huyo mume unamjuaje? Habari yenyewe umeisikia sasa hivi. Na sasa ushakuwa na habari ya huyo mume unataka kutuambia. Makubwa haya. Siku hiyo Bi Salma alimsahau Hamdani kuwa ni mwanawe kipenzi. Hakutaka kabisa malumbano na mtu yoyote na hakuwa tayari kuvunjiwa furaha yake ya kupokea mahari. Hebu tafadhalini nyinyi ondokeni. Nataka kuzungumza na baba na mama peke yao. Hamdani aliwaamrisha wadogo zake ambao bado walikuwepo wakisikiliza kwa masikio mawili, maana na wao kwa habari walikuwa hawajambo. Kwani sisi si katika familia hii? Tuna haki ya kusikia hicho unachotaka kukisema, Zuena kama kawaida yake alirukia. Hebu nendeni huko, kaanzeni kufanya usafi, mama yao alidakia, na hao watoto wakajizoazoa na kuondoka shingo upande. Zuena alitoa mdomo kumzomea Hamdani, lakini jicho alilopewa, alitoka mbio akaondoka zake. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Baada ya kuhakikisha kuwa ndugu zake washaondoka, Hamdani alianza akiwa anasema kwa kujiamini. Macho ameyatoa na watizama wazazi wake kwa zamu. Baba na mama, hivi ni kweli mnataka kumwoza Muna? Mbona ni mdogo sana na bado anasoma, na pia matokeo yatatoka karibuni, na uhakika atapasi mitihani yake na mwenyewe atataka kuendelea na masomo. Bwana Khamisi alijiinamia tu, hakuwa na la kusema. Bi Salma alimtazama Hamdani kwa mshangao. Malumbano ya elimu hakuyatarajia kwa Hamdani, na alijua kwa hilo atamnyamazisha mara moja. Hivi mtoto wewe una nini? Kama hayo masomo ni muhimu sana, wewe alikushindia nini ulipoacha skuli? Hapa nani alikuletea maneno? Si uliambiwa hapa ukamkaidi? Leo umekuwa mhubiri mkubwa wa masomo eh? hebu situletee uchuro bwana, wacha nifanye harusi ya mwanangu kwa raha zangu, kama hiyo elimu ishakuwa muhimu sana kwako, rudi darasani. Hamdani hakuwa mtu wa kunyamazishwa hivyo kirahisi. Ndiyo mama, mimi sikusoma, imetokea na mpaka leo usinione hivi najuta, majuto ya shetani. Lakini yangu na masomo yameshapita. yamuna ndo kwanza yanachomoza, kwa nini tu yauwe? Na yana kila dalili ya kunawiri Bi Salma hakuchelewa kubwata hivi, huyu Muna anakuuma nini mwanao huyu, eh? Nijibu, mwanao subiri uje upate watoto wako ndio uje uwe na mdomo. Watoto wenyewe wa siku hizi wanajeuri utaona hivi. Wewe umekuwa sasa eh, mpaka una mdomo wa kujibu wazazi wako. Yote kayataka huyu baba yenu. Yeye kimya tu, asemi kitu mpaka watoto sasa wanampanda kichwani. Alinyamaza kidogo na kumeza mate. Huku akiwatizama Hamdani na Bwana Khamisi kwa uangalifu. Kwani aliona hatari ya Bwana Khamisi kugeuza maneno yake, kwa vile sasa ameshapata msaidizi. Sasa ni hivi, bosi wewe, nisikilize, tena nisikilize vizuri ya kutwange. Muna ni mwanangu. Nimemzaa mwenyewe, sikuokota wala sikugaiwa. Mwana wa uchungu wangu, na mimi mamake nshasema anaolewa, ataolewa. Sasa kama wee hutaki, tafuta njia wende, maana na mie nshakuchoka humu ndani. Hamdani kilimshuka macho, kayakodoa kama swala aliyebanwa shingo ashingo na simba. Hakuamini kama leo mamake kafikia kumwambia maneno yote hayo akaona sasa ulikuwa muda mwafaka wa kuzimwaga habari za Bwana Heri alizozisikia huko nje, akitegemea zitamwokoa muna. Hata nikiwaambia habari za ukweli kuhusu huyo Bwana Heri. Msikilizaji, endelea kusikiliza Posa za Maana. Bwana Hamisi, sasa kama aliyezinduka usingizini, akauliza, habari gani hizo? Hebu tuambie. Kabla Hamdani hajafungua mdomo, Bi Salma alidakia yeye kwa ukali, habari gani alionayo huyo? Huyu aipate wapi hiyo habari? Hana habari hata moja, labda za kuzua tu. Kwanza anamjuaje we Bwana Heri? Hamdani alimkazia macho mamake hapwesi kisha akafyatuka kama karo lililojaa basi. Mimi nakwambieni huyo Bwana Heri ni muuza unga. Si hayo tu, nasikia kazi yake kuoa, akiacha. Anatafuta watoto wazuri, akiwafanyia uhasidi, kutokana na hizo kutoka pesa zake haramu. Sasa nyinyi mtaamua. Bwana Khamisi alinyanyuka pale alipokaa miguu inamtetemeka, ingawa na yeye alikuwa amesikia fununu, fununu hizo na kuamua kuzifungia macho kwa ajili ya kumridhisha bibie, lakini leo kuzisikia zinatoka katika kinywa cha Hamdani roho ilimsuta. Ati nini? Bi Salma aliona hatari hiyo inakuja hivi. na wewe unataka kumsikiliza mwongo huyu anavyobwabwaja? Kazijuaje hizo habari? Kwanza huyo mtu hata hakai hapa, anakuja mara moja moja tu, na shoga yangu Bisemeni hawezi kuniletea mauzauza kwangu kwa jinsi tulivyoshibana. Hizo habari sio za kweli hata kidogo. Bi Salma alizikana hizo habari kama mtu ambaye alimjua huyo bwana Kheri kinaga ubaga. Msikilizaji, usikose kusikiliza sehemu itakayofuata ya posa za maana. Ulikuwa nami msimulizi wako Fatia Abedi.